Imani inaambatana na nguvu ya neno la Mungu. Maana yake kama neno la Mungu halipo, na nguvu ya imani haipo, hakuna kitakachotokea. Neno la Mungu tayari lipo, sheria imeshawekwa kwamba kwa, kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimepona, kwa kupigwa kwa Yesu mimi nimeshinda tayari. Neno la Mungu ni sheria, inapotamkwa lazima ifanye kazi. Lakini tayari neno la Mungu lipo, ni sheria haifanyi kazi mpaka mtu amechukua hatua ya kuifanyia kazi. Chukua tu mfano mzuri kabisa duniani hapa, Tanzania sheria ipo, lakini sheria ifanyi kazi mpaka umechukua hatua, kama wewe kuitafuta hiyo sheria. Neno la Mungu ni sheria, kwa sababu tumelifuata ili neno na tunaamini ili neno, lazima neno lifanye kazi. Namba mbili, imani inachukua hatua ya kushika na kutendea kazi. Kwa hiyo sheria ipo, neno lipo, lakini kazi ya imani ni kukamata ilo neno. Kwa hiyo unapotamka neno, imani inahakikisha kwamba kile kilichotamkwa lazima kitokee. Unapoamini hilo neno, lazima vitu vifanyike. Hata katika ibada ya leo lazima vitu vifanyike, lazima maajabu yatokee, lazima watu wakaponywe, lazima watu wakamwone Bwana, lazima kila madhabui ikadondoke. Kazi ya nguvu ya Mungu ni kutekelekeza au kufuatia hilo neno linalosemwa. Kwa hiyo unapotamka neno, alafu unakuwa na imani, alafu namba mbili umeshika neno, unakuwa na imani, alafu unakuwa na neno alafu kazi ya nguvu ya Mungu kazi ya Roho ni kufuatilia kilichotamkwa kiweze kutokea. Ni kama tu au rais anatoa go ahead, au anatamka kwamba jambo hili lifanyike hivi, anaanza akitamka neno, serikali au wanajeshi au maaskari wanaingia kazini. Leo nataka nisheme, tutaomba mahali hapa, tutakachoomba mahali hapa, serikali ya tukufu ya Baba itatuma malaika, wataingia kazini, watuletea haki zetu na chako utakipokea, na chako utakipokea. Mtu mmoja aseme changu napokea leo. Kwa hiyo unapokuwa na imani na nguvu ya neno, wana uhakika kitakachotamkwa lazima kitatokea. Na nguvu ya Mungu, kazi ya nguvu ya Mungu ni kuhakikisha kilichotamkwa kinafanyika kwa wakati kwa mfano nikisema kwanzia leo unabeba mimba kwanzia leo unashinda kwanzia leo chako kiachiliwe ninapotamka neno neno linaanza kazi likianza kazi lakini shetani anaweza kakaidi ulimwengu wa kuzuma unaweza kakaidi mapepo anaweza kakaidi yakikaidi tayari nguvu ya mungu ipo kazini kuna malaika watatumwa kila kaidi sheria ya neno la mungu watapigwa watasambaratishwa kama kuna mtu ameshikilia vitu vyako akisema siku achi wako, malaika watatumwa, wataambiwa tumetumwa na serikali ya tukufu ya Mungu. Habari moja kwenye kitabu kile cha kitabu kile cha Waamuzi nne tunakuta habari moja ya nabii Debora. Maandiko yanasema taifa la Israeli walikuwa wanamkosea Mungu. Moja ya kitu ambacho kitasababisha Mungu asijibu maombi yako ni mahusiano yako na Mungu, mahusiano yako na Mungu, ukaribu wako na Mungu. Je, una uhusiano gani na Mungu? Kwa sababu ukitaka pia Mungu ajibu maombi yako kwa haraka, ukitaka ajibu maombi yako kwa haraka, jenga uhusiano na Mungu. Usijenge uhusiano na watu, usijenge uhusiano na wanadamu, usijenge uhusiano na chochote. Jenga uhusiano wako na Mungu. Uhusiano wako na Mungu ukiwa vizuri, uwe na uhakika, hata kuzimu ikisimama, hata nani asimame, maadamu umejenga urafiki na Mungu, uwe na uhakika kila kitu kitakuheshimu na kila kitu kitasarenda kwako urafiki na Mungu jenga usao na Mungu. Sasa, kitabu kile cha Waamuzi mlango wa nne utakuta habari hiyo. Maandiko anasema Debora alikuwepo katika ile nchi, na wakati alipokuwa kwenye ile nchi Waisraeli walifanya yaliyo maovu kupita, maana yake walifarakana na Mungu, walifarakana na chemetari wa vita, na Mungu akawauza kwenye mikono ya mfalme mmoja anaitwa Sisera. Maandiko anasema walipouzwa kwenye mikono ya huyo mtu wakawa watumwa wakati lakini ile taifa nilikuwa najifunza jana wakati nasoma, walimkosea Mungu mara mingi. Kila wakikosea, wakiingizwa kwenye utumwa, wanamlilia Mungu, na wakimlilia Mungu, Mungu hashuki kuna mtu atamwandaa ili kwenda kuavusha. Na hawa walipoanza kuteseka, maandiko anasema wakaenda kwa Debora, wakamwambia Debora, tuamue maana tumemkosea Mungu, tumefarakana na Mungu, tunahitaji utuamue. Maandiko anasema Debora akasema Baraka yuko wapi? Kama mnataka niwaamue, nitafutieni mtu mmoja anaitwa Baraka, ndiye atakayebeba mzigo huu. Nitatamka neno na Baraka atafanya kazi, nitatamka neno na atapeleka nguvu ya Mungu. Baraka akatafutwa akaletwa, alipoletwa akaambiwa, wewe sasa Baraka, kwa mkono Mungu anasema kwa mkono wako atawatia Sisera na magari yake ya chuma katika mikono yako, lakini safari hii haitakupatia heshima isipokuwa kwa neno nitakalo tamka kama Nabii Debora. Haya, yaendee majeshi yaliyotesa taifa la Israeli na Mungu atakufutia sisi na magari yake ya chuma Debora Baraka akaamini, na alipoamini Mungu akafuta lile jeshi. Alipofuta ile jeshi, Baraka akashika silaha za maangamizi. Debora akitamka neno, Baraka anadaka. Debora akitamka neno, Baraka anadaka, akibaka, akidaka, hilo neno linaenda kwenye kambi ya maadui kama tishio, kama fadhaa. Kuna mtu ananisikiliza hapa, atakuwa kama Baraka. Nitatamka neno, alikotoka maadui ataletwa alikotoka maadui atafichuliwa. Alikotoka maadui atadondoka. Alikotoka maadui ataishiwa nguvu. Sema, semaosoma. Kwa jina la Yesu aliye hai, kila roho ya upinzani, kila roho ya kichawi, kila anayenitesa leo, lazima ataniachia leo, lazima ataniachia leo, lazima ataniachia. Sema, lazima ataniachia. Sema, kwa sema, lazima ataniachia kwa neno la Mungu kwa nguvu ya Mungu kila kitu kitasarenda, kila pepo litasarenda, kila agent atasarenda leo nitawafekelea mbali. Kila hali unayopitia haitabaki kuwa hali ngumu, kila kitu kinachokutesa hakitabaki kuwa teso kwako. Leo naita nguvu ya Mungu ikakamate maadui zako, walete mbele yako wakiwa wameaibika.